By... Leo nitakurudisha nyuma kidogo. Nitatumia ubao huu kukuonyesha kitu kitakachokusaidia kwa kutumia mchoro Razzle, dazzle. najua teknolojia ni kubwa sana na inafanya mambo ya ajabu First, lakini nitatumia ubao huu kukuonyesha kitu. Have kwanza nikuulize maswali machache. Hivi umewahi kujiuliza kwa nini unafanana na ndugu zako? Au umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya tabia zako zinafanana na mama yako au nyingine zinafanana na baba yako. Haya ni maswali muhimu sana ya kujiuliza. Hivi umewahi kujiuliza kwa nini mara nyingi huwa unapata matokeo yale yale, au kwa nini baadhi ya watu wenye elimu kubwa duniani huwa hawana maendeleo phenomenal... wakati wale wengine ambao hawajawahi hata kwenda shule wanapata mamilioni ya dola, wanajenga mashirika makubwa na wanasaidia wengine. Well, mimi niliwahi kujiuliza maswali haya na nimekuwa nikijiuliza kwa zaidi ya miaka 55 na unajua nini? Kama unataka kujua kitu basi, kutafuta na kuuliza ndiyo njia nzuri, kwa sababu kama kweli unatafuta basi utapata. Nitakuonyesha kwa nini mambo haya yote yanatokea na nitakuambia pia kuhusu dhana ya paradigms kwa njia rahisi kabisa ambayo hata mtoto mdogo anaweza kunielewa. Angalia, akili yetu inaendesha kila kitu. Dr JB line aliwahi kusema akili ndiyo nguvu kubwa zaidi katika uumbaji wote, na watu wamekuwa wakinipinga wakisema, hapana Mungu ndiye nguvu kubwa zaidi. Ni kweli kabisa, na hilo mimi sipingi, lakini akili ndiyo nguvu kubwa zaidi ndani ya kile kilichoumbwa. Mungu anapoumba, basi akili ndio uumbaji wenyewe. Kwenye tuwashumu akili yako ya chini subconscious mind iwakilishwe na umbo hili, alafu hili umbo jingine liwakilishe mwili wako you know. Hivi unajua akili yako ya chini ndani yake ina kitu kinaitwa paradigm. Paradigm paradigm is, unajua paradigms, paradigms, paradigms ni nini? Paradigms ni mkusanyiko wa tabia, na tabia ni zile fikra zilizopo kwenye akili yako ya chini ambazo tabia hizo ndio hukufanya wewe hufanye mambo bila hata kufikiria, na matendo tunayoyafanya kwa tabia hizi ndiyo hutoa matokeo tunayoyapata. Kwa kifupi, matendo yetu ndiyo husababisha majibu ama matokeo, na hayo matokeo ndiyo hubadilisha hali na mazingira ya maisha yetu. Kwa hiyo, tumeumbwa kwa njia fulani kutokana na vinasaba, na ndiyo maana tunafanana na ndugu zetu. Baada ya kuzaliwa, mazingira yanayotuzunguka ndiyo huwa yanaanza kutufundisha na kutuonyesha jinsi ya kufikiria na jinsi ya kuishi. Kwa mfano, kama ukazaliwa Tanzania kwenye familia ya Kikristo inayozungumza Kiswahili alafu ukaenda kulelewa China kwenye familia inayozungumza Kichina na haina dini, basi utajikuta unazungumza Kichina vizuri sana na hutojua Kiswahili kabisa. Hii maanake ni kwamba vitu tunavyoviona, kuvisikia na kujifunza tukiwa watoto ndivyo hutufanya kufikiria kwa namna hiyo hiyo. Kwa hiyo sehemu ya jinsi tulivyo inatokana na vinasaba you know tulivyovipata kutoka kwa wazazi wetu na sehemu nyingine inatokana na mazingira tuliyokulia. Tunapozidi kukua na kufikia umri fulani, akili zetu huwa zinaanza kubadilika na tunaanza kuwa na kile kitu kinaitwa akili ya ufahamu, conscious mind. Akili hii ya ufahamu ina hisia, yaani kwa kutumia akili hii unaweza kuona, kusikia, kunusa, kuonja na kugusa. Unajikuta una uwezo mkubwa wa kiakili na unaanza kuwa na vitu kama vile mtazamo, utambuzi, kupenda, kufikiria pamoja na ubunifu. Zote hizi ni dhana nzuri zilizopo kwenye akili zetu. Kuna nguvu ambayo ipo ndani ya akili yetu ya ufahamu. Conscious mind, na kupitia nguvu hiyo tunaweza kufikiria chochote kile tunachokitaka. Lakini unajua tunafikiria nini? Kimsingi tunafikiria mawazo yanayolingana na paradigms yetu, yaani tunafikiria kwa mpangilio wa tabia na fikra tulizopewa, kwa sababu paradigms inadhibiti mzunguko wako ambao mwili wako uko ndani yake. Ni kweli kabisa, mwili wako uko katika mzunguko mzunguko ni moja ya sheria za ulimwengu. Sheria hii inasema kila kitu kiko katika mzunguko, hakuna kitu ambacho kimekaa kwa kutulia au kupumzika. Mwili wetu huu ambao tunaishi ndani yake upo katika mzunguko wa kasi sana. Kama ungeutazama mwili huu katika microscope, ungeona chembe chembe zake zikisogeasogea sogea kama vile zinacheza. Na kama ungeuweka mwili wako katika sehemu ya giza na ukatumia kamera maalum ambayo inaweza kuona kwa nishati, ungejiona ukiangaza na kutoa mwanga wa nishati. Mwaka 1934 kulikuwa na mpiga picha wa Kirusi aliyoitwa Simeon Kilian. Huyu bwana alitengeneza aina ya upigaji picha ambayo inaweza kuonyesha mwili wako pamoja na miale ya nishati inayotoka mwilini. Hii inaonyesha kuwa kuna nguvu ndani yako ambayo inapita katika mwili wako, ingawa nguvu hii haina sura wala umbo. Sasa unaweza kutumia nguvu hiyo hiyo kufikiria mambo mazuri, lakini pia ukafikiria mambo mabaya. Na mara nyingi huwa tunafikiria kwa namna inayoendana na paradigm yetu, yaani jinsi tulivyozoea kufikiria na jinsi tulivyozoea kuishi. Unajua kwa nini? Kwa sababu mawazo yako yanategemeana na paradigm yako, yaani jinsi ulivyozoea kufikiria kama paradigms yako imejengwa juu ya aina fulani ya fikra, basi utaendelea kufikiria katika mtazamo huo huo. Kwa mfano, kama ulilelewa katika familia au mazingira ambayo kukosa pesa kwenu ni jambo la kawaida, basi itakuwa ni vigumu sana kwako kwa kuamini kwamba unaweza kuwa tajiri. Hata kama unajua kwamba hili jambo linawezekana, lakini paradigms yako bado itakwambia hapana, haiwezekani. Kama kila siku utajiambia siwezi kufanikiwa na hilo wazo likaingia kwenye akili yako ya chini subconscious mind. Wazo hilo linaanza kuongoza the... matendo yako. Vivyo hivyo, kama kutajiambia ninaweza kufanya vizuri na akili yako ikaamini hivyo, akili yako ya chini nayo itaanza kukuongoza kufanya mambo yanayoendana na wazo hilo. Kwa maneno mengine, mara nyingi huwa tunafikiria kwa mujibu wa mawazo ambayo tumeyahifadhi ndani ya akili yetu, ambayo ndiyo huwa yanaamua jinsi tunavyofanya na matokeo ambayo tunayapata. Kama ukiwaza mambo tofauti na yale ambayo wewe umeyazoea, unaweza ukaanza kupata wakati mgumu sana, na unaweza ukaanza kujisikia vibaya ama ukaanza kukosa amani. Kwa mfano, ukifikiria kuwacha kazi na labda utumie akiba ulizoziweka kuanza kufanya biashara yako mwenyewe, wazo hili linaweza kukuogopesha sana. Kwa nini? Kwa sababu halilingani na paradigms yako, yaani halilingani na namna ambavyo wewe umezoea kufikiria. Kwa ufupi, paradigms yako ndiyo inaamua matokeo unayopata katika maisha yako. Unaweza kukutana na watu waliosoma sana na wana elimu kubwa, lakini mafanikio yao yasilingane kabisa na elimu zao. Wakati huo huo, kuna watu ambao hawajawahi kusoma kabisa na wala hawana uzoefu katika biashara, lakini hao ndio wanaotengeneza mamilioni ya pesa. Unajua kwa nini? Kwa sababu hiyo ndiyo paradigms yao yani hivyo ndivyo ambavyo wamezoea kufikiria na kuamini kuhusu maisha kitu cha muhimu cha kujua ni kwamba unahitaji kujifunza jinsi ya kubadilisha paradigms yako na ukifanya hivyo utaona maisha yako yote yakibadilika ninajua ninachokizungumza nina uzoefu wa zaidi ya miaka 55 nimefundisha watu mbalimbali duniani kote nimefundisha katika nchi zaidi ya mia moja dhana hii inafanya kazi kama vile uchawi unajua kwa nini kwa sababu ulimwengu mzima unafanya kazi kwa sheria na sisi pia tunahitaji kufanya vivyo hivyo. Naitwa Bob Proctor, asante sana.